Kitabu cha Yeremia sura ya tisa na ya kumi. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro, ninawakaribisha kutoka maeneo mbalimbali, tuungane kwa pamoja ili tuweze kusoma neno la Mungu. Kumbuka neno la Mungu ni chakula cha uzima. Hivyo naomba uandae Biblia yako karibu, ili tusali kwa pamoja na tuweze kusoma kwa pamoja, na tutakapokuwa tunasoma eneo ambalo utakuwa unaona linakugusa sana kuliko maeneo mengine, jua mahali hapo ndio Mungu anaongea na wewe kwa wakati huu. Tusali, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo Baba, unatuwezesha kusoma neno lako takatifu. Tunaamini Mungu wewe ni mtakatifu, ndio maana unatupa hii neema. Tunajiachilia kwako katika toba, tunaomba utuhurumie Ebwana, tupe neema ya kusikia neno lako, kulisoma na kulielewa, ili sote maisha yetu yaendelee kuwa na nuru, katika jina la Baba, mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea mbele kwa kusoma kitabu cha Yeremia Sura ya tisa na ya kumi. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa tisa. Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemchemi ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao waliouawa wa binti ya watu wangu! Laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani, kibanda cha wasafiri, nipate kuwaacha watu wangu na kuondoka kwao, maana wao ni wazinzi wote pia mkutano wa watu wenye hiana. Huupinda ulimi wao kana kwamba ni upinde ili kusema uongo, nao wamepata nguvu katika nchi, lakini si katika uaminifu; maana huendelea toka ubaya hata ubaya, wala hawanijui mimi, asema Bwana. Jihadharini kila mtu na jirani yake, wala msimtumaini ndugu awa yeyote, maana kila ndugu atachongea na kila jirani atakwenda huko na huko na kusingizia. Nao watadanganya kila mtu jirani yake, wala hawatasema kweli. Wameuzoeza ulimi wao kusema uongo, kujidhoofisha ili kutenda uovu. Makao yako ya katikati ya hadaa; kwa hadaa wanakataa kunijua mimi, asema Bwana. Basi kwa hiyo Bwana wa majeshi asema hivi, tazama nitawayeyusha na kuwajaribu maana nisipotenda hivi nitende nini kwa ajili ya binti ya watu wangu? Ulimi wao ni mshale ufishao, husema maneno ya hadaa. Mtu mmoja husema maneno ya amani na mwenzake kwa kinywa chake, lakini moyoni mwake humotea. Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo? asema Bwana na nafsi yangu, je, nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii? Kwa milima nitalia na kulalama na kwa misho ya nyikani nitafanya maombolezo, kwa sababu yameteketea hata hapana apitaye, wala hapana awezaye kusikia sauti ya ng'ombe. Ndege wa angani na wanyama wa mwituni wamekimbia, wamekwenda zao. Nami nitafanya Yerusalemu kuwa magofu, makao ya mbweha; nami nitaifanya miji ya Yuda kuwa ukiwa, isikaliwe na mtu awa yeyote. Ni nani aliye na hekima apate kuelewa na haya tena, ni nani ambaye kinywa cha Bwana kimesema naye apate kuyatangaza nayo? Ni nini maana yake nchi hii kuharibika na kuteketea kama nyika asipite mtu? Naye Bwana asema, ni kwa sababu wameiacha sheria yangu niliyoweka mbele yao, wala hawakuitii sauti yangu, wala kuenenda katika hiyo, bali wameenenda katika ushupavu wa mioyo yao wenyewe na kuandamana na Mabaali kama walivyofundishwa na baba zao. Basi Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: Tazama, nitawalisha pakanga naam, watu hawa, nami nitawapa maji ya uchungu wayanywe. Nami nitawatawanya kati ya mataifa ambao wao hawakuwajua wala baba zao, nami nitatuma upanga nyuma yao hata nitakapowaangamiza kabisa. Bwana wa majeshi asema hivi: fikirini ninyi, mkawaite wanawake waombolezao, ili waje; mkatume na kuwaita wanawake wenye usadi, ili waje, na wafanye haraka na kutuombolezea ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeiacha nchi kwa kuwa wameangusha makao yetu. Lakini lisikieni neno la Bwana enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake; mkawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Nena, Bwana sema hivi: Mizoga ya watu itaanguka kama samadi juu ya mashamba na kama konzi ya ngano nyuma yake yavunaye, wala hapana mtu atakayeikusanya. Bwana sema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowaadhibu wote waliotahiriwa katika hali yao ya kutotahiriwa; Misri na Yuda na Edomu na wana wa Amoni na Moabu na wote wenye kunywa denge wakao nyikani, maana mataifa hayo yote hawana tohara, wala nyumba yote ya Israeli hawakutahiriwa mioyo yao. Mlango wa kumi enye nyumba ya Israeli, lisikieni neno awaambialo Bwana. Bwana sema hivi, msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo maana desturi za watu hao ni ubatili. Maana mtu mmoja hukata mti mwituni, kazi ya mikono ya fundi na shoka. Huupamba kwa fedha na dhahabu, huukazwa kwa misumari na nyundo, usitikisike. Mfano wao ni mfano wa mtende, kazi ya cherahani. Hawasemi, hawana budi kuchukuliwa kwa sababu hawawezi kwenda. Usiwaogope kwa maana hawawezi kutenda uovu, wala hawana uwezo wa kutenda mema. Hapana hata mmoja aliye kama wewe, E Bwana. Wewe ndiwe uliye mkuu, na jina lako ni kuu katika uweza. Ni nani asiyekucha wewe, E Mfalme wa mataifa? Maana hii ni sifa yako wewe, kwa kuwa miongoni mwa wenye hekima wote wa mataifa na katika hali yao ya enzi yote pia, hapana hata mmoja kama wewe. Lakini wote pia huwa kama wanyama, ni wapumbavu. Haya ni maelezo ya sanamu, ni shina la mti tu, iko fedha iliyofuliwa ikawa mabamba, iliyoletwa kutoka Tarshishi na dhahabu kutoka Ufazi, kazi ya stadi na ya mkono ya mfua dhahabu, mavazi yao ni rangi ya samawi na urujuani, hayo yote ni kazi ya mafundi yao. Bali Bwana ndiye Mungu wa kweli, ndiye Mungu aliye hai mfalme wa milele mbele za ghadhabu yake nchi yatetemeka, wala mataifa hawawezi kustahimili hasira yake. Mtawaambia hivi, miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi, hiyo itaangamia katika nchi, nayo itatoweka chini ya mbingu. Ameiumba dunia kwa uweza wake, ameuthibitisha ulimwengu kwa hekima yake, na kwa ufahamu wake amezitandika mbingu. Atoapo sauti yake pana mshindo wa maji mbinguni, naye hupandisha mawingu toka ncha za nchi; huifanyia mvua umeme, huutoa upepo katika hazina zake. Kila mtu amekuwa kama mnyama, hana maarifa; kila mfua dhahabu amefedheheshwa na sanamu yake ya kuchonga; maana sanamu yake ya kuyeyuka ni uongo, wala hamna pumzi ndani yake. Ni ubatili tu, ni kazi za udanganyifu; wakati wa kujiliwa kwao watapotea. Yeye fungu la Yakobo siye kama hawa, maana ndiye aliyeviumba vitu vyote, na Israeli ni kabila ya urithi wake; Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Haya, kusanya bidhaa yako katika nchi, wewe ukaye katika mazingiwa. Maana Bwana asema hivi, tazama, wakati huu nitawatupa wenyeji wa nchi hii kama kwa kombeo, nitawataabisha wapate kuona taabu. Ole wangu kwa sababu ya jeraha yangu! Pigo langu laumia, lakini nalisema kweli, ni huzuni yangu mimi, nami sina budi kuivumilia. Hema yangu umetekwa nyara, kamba zangu zote zimekatika, watoto wangu wameniacha na kwenda zao, pia hawako. Hapana mtu atakayenitandikia tena hema yangu na kuyatundika mapazia yangu, kwa sababu Wachungaji wamekuwa kama wanyama wala, hawakuuliza kwa Bwana, basi hawakufanikiwa, na makundi yao yote yametawanyika. Sauti imesikiwa, tazama, inakuja mshindo mkuu kutoka nchi ya kaskazini, ili kuifanya miji ya Yuda kwa ukiwa, makao ya mbweha. Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Ee Bwana, unirudi kwa haki, si kwa hasira yako, usije ukaniangamiza hasira yako. Uwamwagie mataifa wasiokujua na jamaa zao wasioliitia jina lako, kwa maana wamemla Yakobo, naam wamemla kabisa na kumwangamiza na kuyafanya makao yake kuwa ukiwa.